E bwana, sawa. Tukizungumzia Q Chief, ni sahihi sana kusema ni living legend. Hawa ni miongoni wa kongwe ambao bado unaendelea kuishi pia, mfanikiwa wa kufanya kazi zenye ubora, pia umebarikiwa kuwa na sauti sahihi kabisa. Pia kwa Nacha, ilikuwaje kupata nafasi ya kupata baraka kabisa kupata sauti ya kiuchifu kupitia kazi yake inafahamika pia kama pao. Nacha huyo hapa. Um, kila mtu ana dhana yake kwa mtu ee, labda inawezekana mazingira ya mimi namna nilipokutana um, Q Chief ndo imesababisha tufanye tumefanya kazi, kazi ya kujasumbuana kwa sababu Q Chief alinishafuta yeye kwa mara ya kwanza. Mi nilikuwa sijui kama hata ee, Q Chief anaweza kaa nanifahamu, so alinitafuta na e, kunipongeza baada ya mimi kuwa imetokea taarifa nime ime nime- nimepewa ni ni ni mtaa so, alinitafuta DM akanipongeza, akaniambia bana ongera, imi ni shabiki yako. Baada ya hapo mi nikamshukuru, kaachana. Ikatokea siku moja mi niko zangu sehemu eh, moja Kinondoni naa maeneo, nilikuwa sijamuona, lakini alinifata kasimama, kanisalimia, akaonekana ni mtu mwenye upendo mkubwa kwangu na akarudia maneno yale yale ambayo aliwahi kuwa ameongea u so, eh, kutokea hapo eh, ambiaana na, na, ni mimi nitafute naweza kukufanyia kitu. Nimeelewa, kwa sababu mimi nakukubali sana, mimi ni big fan wako eh, ni nitafute naweza nikakufanyia kitu. Sasa ukishaambiwa na mtu kama Q Chief ambaye amenizidi kila kitu kwenye career yangu ya muziki, kukufanyia kitu ni msaada. Mimi sina chochote ambacho nimekifanya kwenye industry, lakini Chief ameshafanya kila kitu kwenye industry. Kwa hiyo nikamtafuta, tukakaa chini, tukakutana studio, tukaweza kutengeneza muziki ambao umetoka rasmi leo na tukaweza kushoot na kila kitu kiko, kiko sawa, hatujawahi kupishana popote na hajawahi kunisumbua popote. Bwana Flash, Nacha nimekuelewa. Vipi lakini, kimya chako Nacha, kwa muda mrefu bila kuacha ngoma, ilikuwa ni kwa ajili ya kuandaa au ulikuwa unajisulubisha nini pia kimya chako? Sasa mimi kwenye mziki wangu tangu ni nyamaze hakuna changamoto yoyote e, mimi sijawahi kunyamaza mi kwenye mziki wangu tangu ninyamaze. Ndio sasa hivi nilinyamaza, mi sijawahi kunyamaza kwenye maisha yangu ya mziki. Nimekuwa ni msanii tangu nilivyoanza career ya music e, nimekuwa na, na release joint daily. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza sasa hivi ndio nimenyamaza. Kwa hiyo nime e, nilikuwa nimenyamaza, nilikuwa najipanga. Kama umechunguza, sasa hivi mziki wangu umekuja yeah, tofauti nimebadilisha production. Mimi nilikuwa sijawahi kufanya kazi na Mr. T Touch, sijawahi kufanya kazi na Chiby lakini wamehusika, umeelewa? Nimefanya kazi na Kitila. Mimi nilikuwa sijawahi kufanya collaboration nyingi e, kwa hiyo hayo ndo maboresho ambayo yalikuwa nanifanya ninyamaze, kwanza nijipange, nitengeneze, lakini pia maandalizi yangu, lakini nakuandaa pia eh, mziki tofauti tofauti. Kwa hiyo ni kwa sababu nyingi ambazo zimenifanya mimi e, kwanza ni ninyamaze ni, ni, kwanza ili niandae vitu kwa nikija, nakuja na full package kwa sasa hivi, na tu niwaambia mashabiki zangu kiukweli e, niko na full package, wataenjoy burudani kutoka kwa Nacha, watapata kila kitu. Ni bwana Flash Nacha, shabiki wanasemaje pia au Uh, comment za shabiki huwa zinakuambiaje kutokana na game ambayo unaifanya? Mimi kwanza nashukuru kwa nafasi hii, lakini pia tuendelee kusapotiana. Mashabiki zangu wote wanaonisikiliza sasa hivi, wimbo umetoka na unapatikana kupitia e, platform zote, waende waka enjoy e muziki. Hayo ni mawazo ya muziki e, mimi nawasilisha vitu ambavyo watu wana wana wana wana wanapitia wana, wana. Mimi nawasilisha kikundi cha watu wengi ambao wako mtaani, kipo hapa kwa ajili ya ku ya, kui, ya kuimba kinachonihusu peke yangu mimi, lakini e, na na asilimia pia kadhaa za maisha yangu peke yangu sana hiyo. Kwa hiyo siwezi kusema nato sia amejipata siwana neno ni, mimi nimedeliver mzuri mzuri kwa ajili ya watu watu wasikilize waenjoy, ndio jambo la mzuri watu wengi walikuwa naamini kwamba Nacha kwa kipindi hiki umejipata, pia ndio maana kama ulitulia kimya na umeamua kwanza kuja na hizi ngoma mpya. Fua kimebeba mengi mengi ndani ya mbanyu.